Kila mtu ana kesho yake, kila mtu ana hatima yake ambayo Mungu amemwekea. Kila mtu ana kesho ambayo Mungu ameiweka ili watu wengine wafaidike. Hakuna hatima wa ukesho ambayo imepambwa na mtu na Mungu ambayo haina faida katika dunia hii, so usimogope mtu kwa sababu Mungu, kwa sababu mtu sio binadamu ambaye anaweza kuharibu hatima yako ambaye anaweza kuharibu kile kilichomo ndani mwako, kwa sababu Mungu ndiye ambaye analinda kile kiicha kilichomo ndani mwako. Hakuna mtu atakayekishika, hiyo ni Mungu peke yake. Kwa sababu hiyo, inabidi wewe mwenyewe uwe makini kukitunda na kukiheshimisha wa kupiga hatua katika maisha yako. Usiangalie wanadamu kwa sababu watakushusha chini. Usiangalie wanadamu kwa sababu, wanadamu kuna wakati hawajaweza kukupa mahali ambao utakuwa na uwezo sawa na Mungu. Wewe piga goti na kumwamini Mungu kwamba anaweza akoyoke, na anaweza kukufikisha mahali ambapo binadamu hawawezi kukufikisha. Hakuna mtu duniani anaweza kumfikisha mtu mahali pa juu zaidi ambapo Mungu anaweza kufikisha, ila tu piga hatua, amini kwamba wewe ndio mtu sahihi. Lakini utirikila maneno ya mwingine, kwa sababu yaakukatisha tamaa ya mwanadamu. Anaweza kukogopesha, mwanadamu anaweza kukushusha chini, lakini amini kwamba kile kilichomo ndani yako Mungu amekiweka, amini kwamba kile kilicho mtaani wako vicha ambacho kitakuwa na faida kesho na kesho ya watu wengi. Kuwa na ujasiri kiamini, na hakikisha katika maisha yako usijione mnyonge, kwa sababu tu watu wa kudumuka hawaoni faida, pia hawaoni faida katika maisha

hivyo hivyo inabidi wewe mwenyewe uwe na bidii sana ya kuamini kwamba wanawezi mwanadamu aiikupopesha, kwa sababu mwanadamu sio Mungu. Mwanadamu sio mtu ambaye anaweza akakupoteza, kwa sababu yeye aiyakumba, aliyekuumba ni Mungu. Tahakikisha katika maisha yake hue na ujatii ndani huo mimi katika maisha yako kuwa kile kichomo ndani hicho ambacho kitakufikisha kesho yako, na baadaye utaweka alama ambayo itakuwa inadumu vizazi baada ya vizazi. Hakikisha unahakikisha maisha ya watu yanafaidika na kesho yako, kwa sababu kesho yako ina majibu ya watu wengi sana.